DW. Habari za Ulimwengu. Msomaji wako ni mimi, Joseph Atecharo na kwanza ni muktasari wake. Rais Vladimir Putin wa Urusi aagiza jeshi lake livifurushe vikosi vya vi Ukraine kutoka kwa ardhi ya Urusi. Marekani yalihimiza baraza la usalama la Umoja wa Mataifa liilani Iran kuhusiana na mpango wake wa nyuklia na mazungumzo ya kutafuta amani ya Congo kufanyika Luanda wiki ijayo. Habari kamili. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin pasipo kutarajiwa amekitembelea kituo cha kamandi ya kijeshi mjini Kursk katika eneo la vita kufuatia operesheni ya mafanikio iliyofanywa na vikosi vyake katika eneo la mpaka kati ya Urusi na Ukraine. Chombo cha habari cha serikali ya Urusi TAS kimeripoti jana Jumatano kwamba Putin aliamuru vikosi vya Urusi viwafurushe wanajeshi wa vikosi vyote, vyote vya Ukraine waliobaki mjini Kursk. Putin amefanya ziara hiyo baada ya Marekani kumtaka alitafakari pendekezo la kusitisha vita kwa siku 30 linaloungwa mkono na Ukraine na baada ya vikosi vya Urusi kulikomboa eneo la Kursk na kuwalazimisha wanajeshi wa Ukraine kurudi nyuma na kuukabidhi mji wa Suja. Umoja wa Mataifa, New York. Marekani imesema baraza la usalama la Umoja wa Mataifa lazima liungane kutangaza tabia ya uzembe ya Iran kuhusiana na mpango wake wa nyuklia. Kauli hiyo imetolewa jana Jumatano baada ya mkutano wa faragha wa baraza hilo kuhusu Iran. Wanachama kadhaa wa baraza hilo waliomba mkutano huo kuhusiana na ripoti ya hivi karibuni kutoka kwa shirika la kimataifa la kudhibiti silaha za nyuklia IAEA ambalo lilisema Iran ilikuwa imeongeza kwa kiwango kikubwa shehena yake ya madini ya urani yaliyorutubishwa hadi kufikia asilimia 60, kukaribia kiwango cha asilimia 90 kinachohitajika kutengeneza bomu la atomiki. Marekani ilituhumu Iran kwa kuendelea kukaidi maagizo ya baraza la usalama na kukiuka vizuizi vya usalama vya shirika la IAEA. Marekani ilisema baada ya mkutano huo kwamba itaendelea kuishinikiza Iran isifikie uwezo wa kutengeneza bomu la nyuklia. Luanda Angola imesema mazungumzo ya ana kwa ana kati ya jamhuri kidemokrasi ya kidemokrasia ya Kongo na waasi wa kundi la M23 wanaoungwa mkono na Rwanda yataanza mjini Luanda Machi 18. Duru za awali za mazungumzo ya amani yaliyosimamiwa na Angola zimeshindwa kusitisha mapigano kati ya jeshi la Kongo na waasi wa M23 eneo la mashariki mwa Kongo. Siku ya Jumanne, Angola ilisema Congo na M23 walikuwa wamekubaliana kukaa meza ya mazungumzo baada ya rais wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo Felix Chisekedi kujadili mgogoro huo na mwenzake wa Angola Joao Lorenzo. Awali rais Chisekedi alikuwa amekataa kuzungumza na waasi hao. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za Ulimwengu kutoka DW Bonn, Brussels. Washirika wakubwa wa, wa, wa biashara wamejibu hatua ya rais wa Marekani Donald Trump kuongeza ushuru kwa uagizaji wa aluminium na chuma cha pua, wakiweka kodi mpya kali kwa bidhaa za Marekani kuanzia nguo na mashine za kuchemshia maji hadi nyama ya ng'ombe na pombe aina ya whiski. Canada, msafirishaji mkubwa wa chuma cha pua na aluminium kwa Marekani, imesema jana kwamba itaweka asilimia ishirini na tano ya ushuru kwa bidhaa za chuma cha pua na pia kuongeza kodi kwa orodha ya bidhaa: vifaa vya kompyuta, vifaa vya michezo na bidhaa za chuma. Umoja wa Ulaya utaongeza ushuru kwa nyama na ng'ombe kutoka Marekani, nyama ya kuku, pikipiki, siagi ya karanga na nguo za jeans. Rais wa halmashauri kuu ya umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema bei za bidhaa zitapanda Ulaya na Marekani na ajira ziko hatarini. Von der Leyen amesema wanajuta na kusikitika kwa hatua hiyo, akiongeza kwamba ushuru ni kodi na ni mbaya kwa biashara na watumiaji bidhaa. Umoja wa Mataifa, New York Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amezindua mpango mpya kuufanyia mageuzi umoja huo unapokaribia maadhimisho ya miaka 80 tangu kuanzishwa kwake. Guterres amesema muungano huo wa kimataifa wenye nchi 193 wanachama unahitaji mageuzi ya haraka kukabiliana na mapungufu ya ufadhili wa kifedha na uendelee kuwa na uwezo wa kuzifuatilia, kuzitafutia ufumbuzi changamoto zinazoukabili ulimwengu. Guterres amesema mpango wake ni kuwasilisha mapendekezo kwa nchi wanachama kuboresha jinsi umoja huo unavyofanya kazi, kudurusu upya idadi ya mamlaka zinazoongezeka kutoka kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na hadhara kuu ya umoja huo, na kufanya mabadiliko ya kimuundo kuainisha uendeshaji wa shughuli zilizoratibiwa. Islamabad Vikosi vya Pakistan vimewaokoa kiasi mateka 400 kutoka kwa treni iliyokuwa imetekwa nyara huko Balokistan, kufuatia makabiliano makali ya siku nzima na wanamgambo wanaotaka kujitenga. Jeshi limesema abiria kiasi 21 na wanajeshi wanne wamekufa katika mapambano hayo. Makomando waliwaokoa mateka hao kutoka kwa treni hiyo baada ya kuwaua wanamgambo wote 33. Ripoti za awali zilisema kulikuwa na hadi wanamgambo 100 waliohusika na shambulizi hilo. Mateka waliookolewa wakiwemo wanawake na watoto wamerejeshwa keta katika treni nyingine na walikuwa wakifanyiwa vipimo na madaktari kabla ya kuunganishwa tena na familia zao. Madrid. Real Madrid imetinga hatua ya robo fainali ya kombe la mabingwa Ulaya champions baada ya kuishinda Atletico Madrid 4 2 kupitia mikwaju ya penalti katika pambano kali la dabi lililochezwa jana usiku mjini Madrid. Real sasa itakwana na Arsenal ambayo ilishinda PSV Eindhoven, huku mechi ya duru ya kwanza ikitarajiwa kuchezwa jijini London Aprili 8 au 9 na duru ya pili ikichezwa Aprili 15 au 16. Mechi nyingine ya robo fainali itakuwa kati ya Aston Villa na Paris Saint Germain PSG mjini Paris. Mshindi kati ya Villa na PSG baada ya mechi mbili ya nyumbani na ugenini atacheza na Madrid ama Arsenal katika nusu fainali. Borusia Dortmund itapambana na Barcelona katika robo fainali baada ya kuishinda Lille ya Ufaransa, mechi ya kwanza ikichezwa ugenini Hispania. Bayern Munich na Inter Milan zitakutana katika mechi nyingine ya robo fainali ambayo ni marudio ya fainali ya mwaka 2010 ambapo Inter Milan ilipata ushindi. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.